Wakulima kijiji cha Somanga Kusini wameonyesha kutorezishwa na matendo ya wafugaji. Hayo wamesema katika mkutano wa hadhara uliofanyika kitongoji cha Cheketu kata ya Somanga wilayani Kirwa uliowakutanisha viongozi wa serikali, wakulima na wafugaji. Mimi kwa jina Ali Mzungu ni mkazi wa Cheketu Somanga. hawajatengea eneo lolote la kusemekana hili la malisho ili la mfugaji. Hapana, mfugaji akija ananunua tu eneo eka moja mbili, analeta mifugo elfu tano elfu sita tayari pale, anachungia moja kwa moja mpaka katika mashamba yetu. Sasa kwa mimi nachozungumzia, serikali kuu hiyo ya wilaya mkoa yoyote ile, ina maana ifanyie kazi, serikali ya kijiji itutenge wafugaji na wakulima, tuwe katika sehemu husika na ikiwezekana kama lipo eneo wamilitenga huko mbele huko pasipokuwa na wakulima basi wapata, waweke na bikoni kama kulivyo huko moja. Huko wameenda upande wa kusini huko, wameweka huko bikoni huko maalum kusemekana, mpaka ni huu huko kwa wafugaji, huko ni kwa wakulima, matatizo huko hakuna kuzinga huko. Lakini ukija kuangalia kila siku Cheketu pana mzozo wa wafugaji na wakulima. Matatizo haya wanasababisha nani? Ni viongozi hivi sasa hivi. Hata kama utakuwa umemwita mfugaji huko nini, kiongozi huko mashambani huko, njoo basi, mpaka vile vyakula vitakuja kuliwa hajafika. Kwa sababu nini? tope nyingi mule mule njiani mwenyewe mule, ndo anapita ng'ombe na watu ndo anapita umo umo, kwa maana njia zinaharibika. Sasa kwa maana hiyo, mimi ninachozungumzia serikali iwe makini na serikali ya Somanga, ili watule, watuendeshe vizuri. Mimi naitwa Amisiali Muhani, mzawa wa hapa Somangafungu, kitongoji cha Cheketu. Kutokana na soha, toka wazazi wangu toka babu zangu mpaka wazee wangu wote wameshughulika na habari ya kilimo mpaka mimi nashughulika na habari ya kilimo. Na hapo mwanzo tulikuwa tuna <coughs> tunashughulika na mambo na ulindaji wa wanyamapori, lakini hawa wanyamapori sasa hivi hawapo, mifugo ambayo inao tusumbua na kila tunavyowaita viongozi na kuja kushuruhisha, lakini nakuwa kazi bure na wala hatujui hili swala litatatulika vipi, litatatulika vipi. Hiyo mimi naiomba serikali kama inataka na kujali kwamba wananchi wao, basi wasitizame upande mmoja na masilahi ya watu <laughs> au kutokana na hali za watu wanyonge, sisi ndio tunaumia, tunasomesha na alafu ng'ombe wanasambaratika, wana tu mifugo usiku na mashamba yetu yanaliwa. Lakini tunaomba serikali, kama uko katika dhamiri ya kila mtu aishi maisha bora, basi a ili masuala la ng'ombe au wafugaji litizame kwa upande mwingine, mm. au itizame kwa kila mtu apate masilahi kwa kile ambacho anachokifanya. Jina anaitwa Fatuma Saidi Msigeze mzaliwa wa Somanga Kusini. Mimi nina kelo za ng'ombe. Mimi ni mkulima wa hapa Cheketu, lakini kila siku shambani kwangu wanakula ng'ombe. Mpunga wangu unachanua bado wanakula ng'ombe. Naenda serikalini hakuna wanachonijibia. Nimeshaenda mahakamani kupambana, nimekosa amepata mfugaji nikaenda kwa mwenyekiti wa kitongoji tukamwita huyo mwenye ng'ombe. Mwenye ng'ombe akasema fidia yake atanipa shilingi elfu sitini. Basi kanipa kidogo kidogo mpaka leo hajanimalizia, hizo hela zenyewe nimekaa tu. Kwa hiyo mimi kero yangu kubwa ng'ombe, naomba serikali itusaidie katika kitongoji cha Cheketu ng'ombe waondolewe. Saidi Hamisi Ntima. Kero yangu ya ng'ombe na mpaka jana nimekwenda kwa mwenyekiti wa kitongoji nimekwenda kunichukua kaja, karibu eka moja na nusu umeliwa mtama na ufuta, ng'ombe wa Masunga na Nyengu. Na suala hili lipo siku nyingi, tunapiga kelele wananchi. Kwa hiyo tumechoka. Leo hapa tulikuwa katika kikao, akawepo Nyengu akasema maneno magumu, akasema kama mnataka vita itakuwepo. Huyo mimi nasema naiomba serikali Nyengu anataka vita kwa nseemu, watu wote wamesikia. Kwa hiyo na, naiomba serikali imfatilie Nyengu, anataka kutia vita katika kijiji chetu eti kwa sababu ya ng'ombe wake. Kwa upande wake mwenezi CCM kata ya Somanga ndugu Saidi Jafet amaupongeza uongozi wa wilaya ya Kilwa kwa kuweza kutunga sheria ndogo zitazoenda kutatua changamoto za wakulima na wafugaji. Aidha, ameiomba serikali kutofumbia mambo kuhusu uhalali wa maeneo ya kuishi baina ya wakulima na wafugaji ili kuweza kuitafuta amani. Kwa majina naitwa Saidi Jafet Chifagwile, katibu wa, katibu mwenezi na mafunzo wa CCM kata ya Somanga. Nimekuja kwenye mkutano wa kitongoji cha Cheketu wa wananchi chini ya serikali ya kitongoji pamoja na serikali ya kijiji uliokuja kuhusisha maswala ya migogoro ya wafugaji na wakulima, lakini pia kusomewa sheria ndogo wananchi, ambazo zimetoka halmashauri ya wilaya ya Kilwa kwa ajili ya kuweza kuitambua na kujua hatima ya mgogoro ambao umeishi kwa muda mrefu katika kata yetu ya Somanga. Hivyo nichukue nafasi hii niwapongeze halmashauri ya wilaya ya Kilwa chini ya komredi wetu mkuu wa wilaya Muhamedi Nyundo kuona kuna ulazima wa kuandaa sheria ndogo ambayo itakuwa fimbo ama suluhisho katika masuala mazima ya mgogoro wa wakulima na wafugaji. Kwa kweli mgogoro wa wakulima na wafugaji katika kata ya Somanga hususani katika kitongoji cha Cheketu kijiji cha Somanga kusini umekuwa mkubwa na hii kutokana na mwingiliano Koyo, kwa hiyo kama kati mwenezi, baada ya kuwasikiliza na kusomewa sheria ndogo hizo, nimeweza kuwashauri kuja kuainisha viongozi wa serikali, eneo kama lipo la wafugaji, hata kama litakuwa hilo eneo limekaliwa na wakulima, basi serikali isifumbie macho, wakulima waondoke na wafugaji wabaki katika eneo eneo lao, na kama wafugaji hakuna eneo ambalo linawaainisha kwamba ni la kwao, basi serikali isifumbie macho ihakikishe kwamba inawaondoa wafugaji hao na kufanya eneo kuwa salama na kuitafuta amani ya pamoja. Aidha, mwenyekiti wa kijiji Somanga Kusini ndugu Omari Changajua ameoneshwa kutoridhishwa na mwenendo wa wataalamu waliopo katika kijiji cha Somanga Kusini na kata ya Somanga kwa ujumla. Ameendelea kwa kusema kwani kutokufika kwao imekuwa ni changamoto na wananchi kutokuwa na imani kubwa kwa serikali yao. E, kwa majina, ni mwenyekiti wa kijiji cha Somanga Kusini katika muhula huu e, kwenye, kwenye kijiji changu kuna vitongoji vitatu ambavyo ninavyoviongoza: kitongoji kimoja Cheketu Kubwi na Mwembe Tondo. Vitongoji hivi katika vitongoji vyote vina changamoto, lakini Cheketu kuna changamoto sana sana sana ya wakulima na wafugaji, kwa sababu ni eneo moja ambalo wapo wafugaji na wapo wakulima ni muda mwingi sana, kuna migogoro hiyo ya kulishiana mashamba na kuathiriwa mifugo, harakati nyingi zinafanyika, lakini niseme tu kwa sasa hivi tunashukuru kwenye uongozi wa madiwani wilaya kwa ujumla kwa ajili ya kuandaa sheria ndogo ambazo zinaweza kusuluhisha migogoro ya wakulima na wafugaji hizo. Kwa jitihada zangu za makusudi kabisa nimeweza kupata kitini ambacho kinazungumza hivyo, na nilimwambia mwenyekiti wa kitongoji aitishe mkutano ili tuweze kuja kuwasomea sheria ndogo, ambao mkutano huo unahusisha wakulima na wafugaji, jambo ambalo mwenyekiti alitekeleza, lakini kwa upande wa wafugaji hawakufika. Lakini vile vile kwenye upande wa, upande wa wataalamu mimi kwenye kijiji changu na wataalamu wa mifugo mmoja na kilimo mmoja, lakini bahati nzuri afisa wangu wa kilimo nani wa mifugo anasumbuliwa. Nilienda kwenye uongozi wa kata kuwaomba wale wataalamu, lakini muomba na mtendaji kwa kwa kupitia kitongoji. Kwa hiyo vile vile nao hawakuweza kufika kwenye mkutano kwa sababu zao mbalimbali mbali ambazo wenyewe wanazitambua, lakini kikubwa ni kukosa ushirikiano, kwa sababu wafugaji wanaamini, wakiwaona wale wataalamu wao wa mifugo ndo wanajua hao wamehakikishiwa kuwa hapa ni sehemu halali ya sisi kuwepo na kuweza kufanya mikutano. Hivyo basi, imepelekea kabisa kufika mfugaji mmoja tu katika huo mkutano, mimi nikiwa kama mwaliko wa huo mkutano. Yeye alikuja ametoa kashfa nyingi sana na kutangaza vitu ambavyo vilivyokuwa havihusiani, ikiwemo pamoja na kutishia kuona kuwa kama nyinyi mmeitana hapa, munataka muandae vita sawasawa tu tutapigana hili ni jambo ambalo mimi limenisononesha na limenisikitisha sana. Kama kiongozi wa kijiji, ninaomba sana kwenye hili tupate ushirikiano wa serikali, kwa sababu tayari tunatoa taarifa, lakini wale wenzetu hawashiriki. Uongozi ulikuwepo kwa wataalamu, maana serikali ndio sisi, ila wataalamu, kwa sababu mimi nilikuwepo na mtendaji wangu, lakini diwani alikuwepo, tumekosa wataalamu wote hatuna mtaalamu wa kilimo, ufugaji, wala elimu wala kitu chochote katika maeneo haya kwa sababu na taarifa tulipeleka kwenye kata. Sasa kwenye hili kwenye hizi, kwa jitihada hizi tumeweza kuwafikishia ujumbe waliofika kwenye mkutano ni sehemu moja, jamii ya kawaida na wakulima. Tumesoma baru, nani, tumesoma sheria sheria, wameielewa na kuna maombi mbalimbali wamemfikishia diwani, mheshimiwa diwani ili aweze kuandaa mkutano kwa ajili ya kuwapata wale waliokuwa wao tayari wanajiona kama wao lazima wapate taarifa kutoka sehemu fulani, si, si, si kinyumeze na serikali yao, kwa sababu serikali yao hawaiamini ya japokuwa ni serikali, kwa sababu sisi tunatambua sheria ya nchi, lazima waliopo wote wananchi wapo chini ya uongozi wa serikali. Kama ni kitongoji, wapo chini ya mwenyekiti wa kitongoji, kama ni kijiji, wapo chini ya mwenyekiti wa kijiji. Pale anapowaita ni wajibu kufika, hata kwa uwakilishi lakini mtu anakuja anawakilisha katika kundi fulani la wafugaji, lakini anawakilisha kwa maneno makali ambayo yanaweza kusababisha migogoro iendelee, wakati watu tunatafuta suluhu ya migogoro itoke, watu tuaminiane, tuthaminiane, kila mmoja yasamini cha mwenzake, ndo lengo si kila mtu hawe mbabe katika nchi hii. Hapana, si tunakusudia kila mtu haheshimu cha mwenzie, hawe msikivu na mwenzake hamuelewe mwenzake anachomwambia, akimwambia hichi mimi hapana, hakikubali kwa sababu si sehemu yake. Kwa hiyo hilo ndo lengo la sisi kuita wananchi kwa ajili ya kuja kuwasomea hizi sheria ambazo zipo katika halmashauri yetu ya wilaya ya Kilwa.